Jeshi la polisi nchini limetangaza majina ya watu kumi wanaosakwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji na uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29, mwaka 2025 katika mikoa na majiji mbalimbali mbali nchini. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo iliyotolewa jana Novemba 7, mwaka 2025, waliotajwa ni Josephati Gwajima, Brenda Jonas Rupia, John Mnyika, Godbless Jonathan Lema Achumu Maximillian Kadutu, Deogratius Mahinyila, Boniface Jacob, Hilda Newton, Award Kalonga na Amaan Golugwa. Taarifa hiyo imeeleza kuwa vurugu hizo zilitokea katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya pamoja na mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro, Iringa, zikisababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi. Kupitia taarifa hiyo, jeshi la polisi limesema uchunguzi wa kina unaendelea, huku baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika wakikamatwa na kufikishwa mahakamani, na msako mkali unaendelea dhidi ya wanaopanga na kuratibu vitendo hivyo. Aidha, jeshi hilo limewataka wanaosakwa kujisalimisha mara moja katika vituo vya polisi, likionya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kujihusisha na matukio hayo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kufikia Novemba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano baadhi ya watuhumiwa walifikishwa mahakamani huku polisi ikiendelea kuwahimiza wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama katika kuhudumisha amani na utulivu wa nchi.